And this is really the promise vile tulikuwa tunasema kwamba ni jobs the kazi kwa ground, kazi kwa ground, na pia kuna kazi eh, eh, eh, mtandaoni na kazi majuu. Wakenya zaidi ya elfu mia tatu tisini na tatu wameenda kule huko majuu kutafuta do, na wametuletea, hebu imagine, 4.95 billion dollars. Hiyo ni shilingi ngapi za Kenya? 638 billion. Na hii pesa 85% inaenda kusaidia wale wadhi huko kwa, kwa, kwa, kwa, kwa nyumbani ndio wanawa support. Alafu na niambia nini kuhusu ati Urezo vile amekuwa president hiyo miaka yote? Hiyo ndio ukweli, hiyo ndio nomba ya ukweli hapa. Na hizi sio stori za jaba. Ukiangalia kama ni mambo ya eh, affordable housing tumejenga nyumba 150,000. Hijawai kutendeka. Madarasa yale tumejenga 23800 within less than two years. Walimu tumeemploy 76000, kumradhi na tunaongeza wengine 24 by, by, by January. Juzi tumeemploy watu wa prisons 2000. Ukiangalia kama ni hii shilingi yetu to the dola, na naona watu wa Y254 wako hapa wanatucheki eh, yeah? Unaona sasa, imekua for almost one and a half years 28, 128, 129 shillings to the dollar. Na hiyo inasaidia sana stability. Tuko na 10 billion, tumeweka 10 billion dola, sio sio Kenya shillings za import cover. Alafu ukicheki mambo ya GMR. Eh, ile tumekua tukiongea hapa tunasema, eh, eh, sahi kahawa 1 kg inauzwa up to 145, 148 huko juu. Ukiangalia kama ni kaunti ya ebu. Ukiangalia kama ni 1 metric ton ya, ya, ya sugar cane, miwa wapandaji wa miwa huko Western na kwingineko saa hii wanapata 5500 from 4500 So utataka kuniambia nini? Mambo mengi sana hii gava imeweza kufanya, ambayo imeongozwa na Mheshimiwa uh, William Samuel Ruto.